Vizuri na afya. Mwalimu Baraka Mwajeka hapa na leo, nataka tugusie kipengele cha pili katika episode yetu nzuri ambayo inaenda kwa jina la Team No excuse. Jiana tumejadili vizuri vipengele vizuri kwa maana sifa ya watu ambao hawaghairishi mambo. Nataka na leo pia tufanye mwendelezo wake, lakini tutajikita zaidi kuangalia, je, ni mbinu gani ambazo zinaweza kutumika kutibu tatizo la kughairisha mambo kwa sababu tatizo hili limekuwa linaonekana limekuwa sugu, limekuwa gumu kiasi kwamba watu wengi linawashinda. Anaweza akawa na malengo mazuri, akawa na plani nzuri, lakini kwa sababu kuna, kwa sababu kuna, kuna mazingira ambayo yanafanya wasifanikishe, hivyo inakuja inawapelekea inawapelekea wanaferi katika malengo ambayo wanakuwa wanayapanga. Kwa maana hiyo ni kwamba kupanga malengo ni vizuri, lakini kitu ambacho amba kinaweza ambayo mtu anapanga kitu lakini na, anatokea aina mazingira fulani ambayo yanamzuia yanaweka limitation ya yeye kuto kuweza kufanikisha kitu fulani, maana yake aina ya mazingira yanaweza ka influence kitu fulani sahihi ya ufanyikazi wa mambo. Usisubiri mazingira yakutengenezee namna nzuri ya kuweza kufanya jambo fulani. Maana wewe una nguvu au una uwezo wa kutengeneza mazingira ya yatakayofanya jambo ambalo umelipanga lifanikiwe. Na ndio maana kama unajua kama unaweza kawa na usingizi mwingi kaa sehemu ambapo kuna upepo eh, labda nifanye kitu fulani jikomit, kama nataka kutokulala, jikomit, maana kuna vitu ambavyo unatakiwa ufanye to no way out kwa sababu the more unavyozidi kuweka reason, leo sijafanya, leo sijafanya, nitafanya kesho, nitafanya kesho, unazidi kuwa ile shauku ya wewe kufanya zaidi, na kadri unavyozidi kuendelea kuto kufanya, ile hali inazidi kushuka na ile hali inazidi kushuka. Kinachotokea ni nini? Kwamba unashangaa ulikuwa na mawazo mazuri, ulikuwa na ndoto nzuri, umeandika malengo yako mazuri, lakini tatizo ni kwamba unabaki kuendelea kwa kuyaacha kwenye maandishi na unaamini kwamba hauwezi kufanikiwa. Na ndio vijana wengi ambao tuko nao Tanzania, anaweza kalalamikia nchi inavyoenda, kalalamikia watu, akalalamikia viongozi, lakini ukimuuliza yeye anafanya kitu gani ili akuweze kubadilisha hatima ambayo yuko nayo, kuweza kubadilisha kesho yake, hana anachokifanya manaake ana prani ziko nyingi, lakini hazifanyii kazi. Sasa iko hivi, ni kwamba kwa mfano, nilikuwa anapita kwenye mtandao, nikawa naangalia kuliokuwa na mwenyekiti wa tume ya mipango mipango na maendeleo, akawa na jadili zaidi, anaelezea maono ambayo yamewekwa kuanzia mwaka elfu mbili na na sita hadi elfu mbili na hamsini nikakaa nikajua oho kukumbe kuna malengo ambayo yamewekwa kuanzia elfu mbili na ishirini na tano hadi elfu mbili na hamsini hata elfu mbili na ishirini na tano malengo haya ya, ya, maono yanaenda kuisha mwezi wa sita hapa kwenye tarehe thelathini Kwa, kwanzia tarehe moja mwezi wa saba maanaake itakuwa ni malengo ambayo ni dream dealer 2050 sasa kama watu wanaweza waka schedule wakaweza kupanga malengo makubwa ya miaka ishirini na tano manaake wanakuwa sasa ili waweze kutimiza hayo malengo ya miaka na tano, inawabidi kila siku na inawabidi kuna kitu wanakitekeleza. Kitu implementation zake ili jambo mbao tumelipangataa, miundombinu mizuri, uataka maji, tunataka gesi asilia tuwezekutumiatk barabara zijengwe, wapate ajira. Ndoto yao kubwa wanachowaza ni kwamba ni kuongea soko la ajira especially wale kwa vijana ambao wametoka mavioni hiyo ni moja ya ndoto yao, lakini pia kuhakikisha ni kwamba serikali na watu wote ndani ya yake wana uwezo wa kutumia hivi vifaa vya teknolojia, maana yake kompyuta na kila kitu. Maana yake kufika elfu mbili na hamsini na thelathini wanaamini kwamba Tanzania watu wote wanapaswa kumiliki nini, kompyuta. Kwa sababu gani? mifumo mingi ambayo ipo itakuwa ina run au inaendeshwa kutumia mtandao au teknolojia. Kwa maana yake nini? Kwamba, kwamba hayo ni maono yao wanayoyaona, kwa watu wengine, hasa haya maono yanayopelekwa serikalini na, na hii tume maana yake wanaonesha mipango yetu ambayo tuko nayo, wanaonesha vitu ambavyo wanatamani kuvifanya, wanaonesha vitu ambavyo wanatamani kuvijenga, wanaonesha vitu ambavyo wanatamani kuvi, kuviachilia kwenye kizazi hiki. Sasa wanaopanga wanaweza wasiwepo katika, katika kunufaika nayo, lakini wanapanga kwa ajili ya kuonesha kwamba wako serious kwenye kile kitu ambacho wanakifanya. kwa jambo la msingi ni kujua kwamba unapaswa kuwa serious kwenye jambo us serious wa jambo us serious wa kutimiza malengo us serious wa kufikia maono yako uko pale ambapo utaamua, utaamua kuchukua hatua, utaamua kuyafanya kila siku kwenye maisha yako utaamua kutenga muda kuhakikisha ni kwamba unajifanyia tathmini kitu ambacho unakifanya unajifanyia tathmini. Je, ni, tathmini ni mambo gani ambayo unayafanya? Unajifanyia tathmini vitu gani unataka kuviongeza, vitu gani ambavyo umefanikisha, mambo gani ujayafanikisha? Au ni vitu vya msingi sana vya wewe kujifanyia wewe mwenyewe tathmini, kwa sababu bila kufanya hivyo utaishia kuendelea kuwa pale pale na hapo hapo, hapata kufaa kwenye haya maisha yako. Na mtu anayehitajika mwaka 2026 ni mtu ambaye, jambo la kwanza, yuko challenged na matokeo ya watu wengine anavyoona wengine wanafanikiwa, u usiweze pia kughairisha. Pia kuwa makini kuhakikisha ni kwamba unafuatilia pia na maisha ya watu wengine. Je, wao wengine waliofanikiwa walifanikiwa kwa namna gani? kwamba kwa kumbe mazingira ya kutofanikiwa, ukisikiliza story au habari za watu ambao pia walikuwa habari mef... za watu waliofanikiwa watakwambia kabisa kwamba kuna nyakati ambazo ilifika mazingira ya kukatisha tamaa wakata tamaa wakaona hakuna namna, wakaona hawana cha kufanya, wakaona mazingira ni magumu. Lakini sasa, jambo la ajabu, unakuja ujifikirie ni kwamba sasa, mbona wanaendelea? Lakini mbona wamefanikiwa? Mbona wanapiga hatua? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho kinawafanya wao wapige hatua ambacho wao wanaamini lazima kitokee kwenye maisha yao, na nikakwambia jana kwenye ile jana nikasema kwamba moja ya jambo ambalo unapaswa kulijua ni kwamba mazingira hayatakuwa, hayatakuweza kuwa tayari kwa ajili yako ko natapaswa kutengeneza mazingira ya namna ya kufanya. Sasa ni namna gani unaweza kuweza kutibu ugonjwa wa kughairisha mambo, na leo nataka tumalize ugonjwa kabisa huu kwa muda ambao tuko nao, tumalize ugonjwa kabisa kwamba, je ni jambo gani ambalo linasababisha watu wengi waendelee waendelee kughairisha mambo? Unaona kuna sababu zake. Je, Sababu hizo ni zipi? Lakini pia dawa yake ni ipi ya kuweza kusaidia watu kuweza kutoka kwenye tatizo hilo ambalo vijana wengi wako nalo? Kwa jambo la kwanza, nataka nizungumzie sababu, sababu za msingi za watu wengi kughairisha mambo. Sababu za msingi za watu wengi kughairisha mambo, sababu ya kwanza ni mazoea mazoea ameshazoea ha hali. Sasa ile hali ya kuzoea hali, unashangaa ni kwamba mazingira anaweza kawa ni magumu, maisha yako hayaendi, lakini kwa sababu umeshazoea mazingira, umezoea ugumu, umezoea wewe, familia yako jinsi mlivyo, umeizoea ile hali. Mwisho wa siku, ile hali inazidi kufanya wewe kuwa katika hali ngumu mwisho wa siku unaghairisha mambo kwa sababu ushazoea pia kughairisha mambo. Kwa moja ya sababu, kwa nini watu wanaghairisha mambo, ni hali ya mazoea. Wameshazoea na hali walizonazo, wameshazoea na mazingira walionayo, wameshazoea hawana kwa kwenda kwingine, so they are not motivated at all, ila wanachojua ni kwamba ni mazoea. Sasa pia hiki ni kitu kibaya, unapaswa kuwa makini. Lakini jambo la pili ni ujinga, kutokujua watu wanaghairisha mambo kuto kujua, kwa sababu hajui faida ya jambo ambalo analiahirisha, hajui faida ya kitu ambacho anakitengeneza, hajui faida ya jambo analianzisha, hajui faida ya kitu ambacho kinafanyika. Kwa jambo la msingi, unapaswa kuongeza maarifa. Je, haya mambo ndao kuyafanya, faida yake ni ipi? hii tujue umuhimu wa jambo, ni lazima tujue faida inatuongezea nini kwenye maisha yetu, ni lazima ujue inakuongezea nini. Je, usipofanya huwa inakuaje? Unapoteza nini usipofanya, usipojua hivi? Utaendelea kupoteza fursa kila siku, kila siku unazidi kupoteza fursa. Lakini jambo la tatu, kwa nini watu wengi wanaghairisha mambo? Ni kwa sababu hawana malengo hawana malengo, they dont have plan. Kama hauna malengo, rafiki yangu, nini kinachotokea? Ni kwamba kila kitu kinachotokea kwenye siku unaenda nacho, unashangaa. Mtu unaamka kwenye siku fulani, labda leo umeamka, unaongozwa na matukio ya siku. Unaitwa na rafiki yako, twende Kariakoo. Unaitwa na rafiki, twende sokoni. Sasa mwisho wa siku wewe well, dont dont have your own plan. You don't have your own schedule. Sasa maana na rafiki yako Kariakoo, sokoni. Sasa mwisho wa siku, sasa maana yake kwa sababu kama hauna mpangilio wa automatically, utapangiwa kama hauna mpangilio watakupangia watu wengine. Kama hauna mpangilio, kuna watu wengine watakuja kupanga kwa ajili yako. Kwa hiyo utakuwa unaishi maisha ya watu wengine, wakati wewe una maisha ya kwako. Ni mbaya mbaya mbaya sana. Jifunze kuishi maisha yako kwa kusimamia malengo yako. Hasa usipokuwa na malengo, lazima ugairishe mambo, kwa sababu hakuna hata kitu kimoja ulichokipanga kukifanikisha kwa siku, kukifanikisha kwa mwezi, kukifanikisha kwa mwaka. kwa jambo la msingi not me not hiki ni jambo la msingi, kwamba usipokuwa na malengo maana yake hauna kwa kwenda. Na moja ya sababu ya watu wanaghairisha mambo ni kwa sababu hawana kwa kwenda. Kama hauna kwa kwenda, si unaghairisha tu mambo. Kama ni safari hujaipanga, maana yake ni rahisi sana kuighairisha, ni rahisi sana kuipuuzia, ni rahisi sana kuona kwamba haina maana tena. Lakini sababu nyingine, kwa nini watu wanaghairisha mambo, ni kuambatana na marafiki wa ovyo. Zile sifa ambazo unaweza kutarajia za watu ambao wanaghairisha mambo ndizo sifa ambazo ukizigeuza upande mwingine zinakuwa ni sifa, kwa nini watu wanafeli, ni kwa nini watu wana wanaingia kwenye masuala ya kughairisha mambo. Very bad. Asiambatana na watu wenye bidii. Kwa sababu gani? ukiambatana na watu wenye bidii watakuambukiza bidii yao. A, ukiambatana na watu ambao wana akili watakuambukiza akili yao. Ukiambatana na watu wenye wenye mtazamo tofauti watakuwa na wewe na wewe, utakuwa na mtazamo tofauti. Lakini ukiambatana na watu wasio wa ovyo, rafiki yangu, na kugarantii, you cannot fulfill your destiny kama utaambatana na watu wanaoghairisha wa hmm, mambo. Sasa twende kwenye kiini cha somo la leo kwamba, je, ni dawa zipi ambazo naweza kuzitumia kuweza kutibu tatizo ambayo naitwa kughairisha mambo. Wana timu no excuse, tusikilizane vizuri. Mwaka huu ni mwaka wa kwetu, mwaka huu ni mwaka wa mafanikio, ni mwaka wa matokeo makubwa. Lakini lakini bila kuzingatia haya mambo naenda kuyafaa kuyasema hapa, bila kuzingatia vitu unavyoenda kuviongea hapa, rafiki yangu, utaendelea kughairisha mambo. Sasa hii ndo dawa ambayo nakuletea, dawa ya kuto ya kughairisha, ni dawa ya kuto kughairisha mambo. Unapata dawa, usighairishi tena mambo ukiyapanga kwa makini. Jambo la kwanza, lazima tengeneza vipaumbele vyako. Tengeneza vipaumbele. Maana yake ndio umejifunza kwamba kutokuwa na malengo nasababisha kughairisha mambo. Umekuwa na malengo sasa, tayari jambo la kwanza umekuwa na nini usiokuwa tuna malengo, andika malengo yako. Baada ya kuwa na malengo, weka vipaumbele. Vipaumbele nini? Vipaumbele ni yale mambo ambayo yana umuhimu mkubwa kuliko mambo mengine. Na vipaumbele vimegawanyika katika makundi mangapi? Manne. Kuna vipaumbele kwa maana tunaangalia umuhimu na uharaka wa jambo. Kuna umuhimu, umuhimu, kuna umuhimu na uharaka wa jambo ndo tunasema kipaumbele. Maana kipaumbele kinahusiana na kina vitu viwili important and its urgency. Kwa lazima iwe la muhimu, lakini pia la haraka, ndo tunaita vipaumbele. Lakini kama jambo litakuwa la muhimu afu sio la haraka, hicho sio kipaumbele. Lakini kama jambo litakuwa la haraka ila sio la muhimu, pia sio kipaumbele. Weka vipaumbele vyako, ukiweka vipaumbele vitakusaidia wewe kuweza kuanza mambo ya msingi, kwa sababu huwezi kufanya kila kitu. Uwezi kufanya kukamisha mambo yote, uwezi kumaliza kila kitu. kwa jambo la msingi ni kwamba angalia, je, ni mambo gani ambayo natakiwa kuyaanza kwanza kuliko mambo mengine? Kuliko na komana haya mambo mengine ambayo unayana kushinda, mwisho wa siku unaishia kushindwa, kwa sababu kuna yale mambo ya msingi hujayafanya kwanza. Maanake lazima una mambo ambayo ni ya msingi, unaona, unatamani kuyafanya kwanza kabla ya mambo mengine. Hilo ni jambo la, la msingi sana, lakini jambo jingine la tatu, dawa nyingine ya tatu ya wewe kusaidia, mbinu ya tatu ya kusaidia wewe kuweza kuto kuhairisha tena, kuweza kutohairisha mambo. Lakini pia kabla sijatoka hapo, kwenye kitabu cha Eat That Frog, Brian Tracy anaelezea, anasema kwamba there is 21 ways of killing procrastination. kuna kanuni ishirini na moja za kuua kuto kuua tabia ya kuahirisha mambo ana mmoja hapa anasema kuweka vipaumbele, na kwenye vipaumbele pale ameweka kanuni kwamba jambo, hata kama kuna mambo makubwa mawili au matatu, yote yana umuhimu, yote yana haraka, lazima lazima uyatem tena, uyae kama, kama ni ya makubwa, hata kama yanafanana, uweka kwamba kuna kubwa zaidi ya lingine au ligi na umuhimu zaidi ya lingine liwekee, labda kama ni ABC, labda na malengo matatu ABC. Katika lengo la kwanza lile la A, labda kuna kwenye A kuna matatu ambayo ni makubwa na midi wafanye, weka la kwanza A1 A2 A3. Manake ni kweli ni la muhimu, lakini hili hapa inabidi liwe a la kwanza kweli ni la muhimu, ilinbidi A la pili kweli ni la muhimu, lakini la A la tatu itakusaidia wewe kuweza kujua nini cha kufanya vipaumbele vyako, unafanya vizuri kabisa. Lakini jambo lingine ambalo unaweza la kutibu hali ya kughairisha mambo ni ile hali ya utambuzi, unasema kwamba kuelewa, kuelewa, kujielewa, anasema unaweza kusema kujitambua

kwamba ndio unaweza uka, ukawa una strength fulani. Sasa kwa makini kwamba usifanye mambo ambayo huyawezi, mambo ambayo huyawezi rafiki yangu, utaishia kuyaghairisha kila siku. know your strength, what is my strength, what can I do it very quickly, aka what can I do it very easily. Hayo mambo ambayo naweza yana nguvu ya kukuamsha kwamba ufanye kubora, ya kwa ubora yana nguvu ya kukuamsha kuwa mtu jitu lisio la kawaida, utafanya mambo yako vizuri, kwa sababu umegundua hiki kitu na kiweza lakini usipo ukiishia kuto kujua wao mnakiweza, utaendelea kuteseka, utaendelea kuteseka sana na kughairisha mambo kila siku. Lakini jambo jingine la, la nne ni kwamba jiweke chini ya uwajibikaji. Jiweke chini ya uwajibikaji. Huu ni mfumo wa uwajibikaji, na mfumo wa uwajibikaji una mambo kadhaa hapa ndani. Jambo la kwanza tafuta mentor, mentor. Mtu ambaye utaenda kuwajibika, mtu ambaye utampa ripoti, bwana, mimi na malengo haya hapa ndani ya mwaka huu, mimi na vitu fulani, na vitu hivi kama na biashara yangu hii, natamani nifike, nifike katika level fulani kabla ya kughairisha. Ukiyasema kwa mtu mwingine, maana yako unajua unaweza oho, nisipofanya maana yake nitafanyaje? Nitawajibika, maana yake nitawajibishwa na yule mtu ambaye nimemwambia maono yangu. Tena awe ni mtu ambaye unamheshimu wewe ni mtu ambaye unamuheshimu lakini pia amefika mbali kwenye kula ambako unataka kwenda. Kwa hiyo ni jambo la msingi, sio tunamuheshimu peke yake. Je, ana, ana, ana, amefika kule na kutaka kwenda? Je, kiwa ame... una, unaitaka una au una uitaki una lakini sio tu unakaa chini ya mtu yeyote yule. Kwa hiyo, chini ya mtu atakuadibisha, chini ya mtu atakuwajibisha, atakuuliza leo umefanya kitu gani, umeongeza kitu gani, unataka kufanya kuwa nani, lakini bora leo umefanya kwa uzembe itakufanya uendelee kuwa mwajibikaji, uwezi kughairisha mambo. Lakini pia katika huu u, u, katika hii kanuni ya nne ni kwamba kuwa makini pia kwa kuendeleza kufanya kujijengea nidhamu yani binafsi kwamba hata kama mtu, mtu ambaye nawajibika na chini yake hayupo bado, naweza nikafanya kwa ubora vilevile. Sifanyi kwa sababu yake, nafanya kwa ajili yangu mimi. Huu mfumo utakusaidia sana sana sana sana. Hiyo ni jambo la nne. Lakini jambo la tano, usiache kujifunza. Watu wengi tunaghairisha mambo kwa sababu hatujui hata tunachokipoteza. Usiache kufanya mambo, usiache kufanya, usiache kufanya kinachokufanya. Uache kufanya wewe ni ujinga kuna jambo nilifanya, unajui faida yake kwao, nilifanya tu ovyo. Nakumbuka niliofika chuo mwaka wa kwanza, nilichokishangaa sana niliofika mwaka wa kwanza ni kwamba nilikuwa sijui nini maana ya sap, nilikuwa sijui maana ya sap, nilikuwa sijui maana ya keli, nilikuwa sijui maana ya maana maana ya ya ya ya kudisko. Yote hayo ni kwa sababu sijui, nina ujinga ndani mwangu, kwa sababu nilikuwa sijui. Sasa kilichotokea ni nini? Sasa kilichotokea ni nini? Niko, sa, sa, nikawa nafanya vyovyote vile si, naweza nikaa darasani simsikize mwalimu. Mimi ninachojua ni kwamba nitafaulu tu, chuo chuo ni kuenjoy, nitafaulu tu jua, tu. Sasa kumbe sio hivyo. Itaje mimi nijue je hata hiyo kali over ni nini, hata hiyo disco ni nini, hata hiyo sub ni nini kwa sijui. Sasa kwa jambo la msingi ni kwamba pia wekeza kwenye kujua Usiache kujifunza jambo ulijifaa, kwa sababu tunaghairisha mambo kwa sababu tunajui impact ya jambo. Sasa mimi na asa mi so nyingine, sijisikii kwenda kwenye vipindi chuoni, sifanye sifanyaii, nafanya vile, naghairisha vitu kwa urahisi kwa sababu sijui impact baadaye. Sasa baadaye nakuja na feri, GPA inakuwa ndogo, a na ah, hivi imekuaje? Kumbe jamani, kuna jipi ina shuka si jamani, kuna naonekana kuna namna fulani. Kumbe, namna oo oh, kumbe sasa, so, unakuja kujua umeghairisha sana, na kughairisha kumenisababisha kuferi sana mwaka wa kwanza, hasa semesta ya kwanza. Kwa nini nilikuwa sijifunze? Usiache kujifunza. Ukijifunza utajua faida ya jambo, ukijifunza utajua namna kufanya jambo, ukijifunza unapata urahisi wa kufanya jambo, tofauti na mtu ambaye hajui. Mtu ambaye hajui yuko tayari kupostpone jambo, ili aweze kuendelea na mambo mengine, kwa sababu yale ambayo anayajua na uweze kufanya vizuri zaidi ya vile unavyovijua, ni muhimu sana. Ukitaka kuendelea kujua vitu, ukitaka kutokughairisha mambo, jitahidi kuendelea kujifunza sana Kuendelea kujifunza kwako kuna nguvu ya kuamua aidha utafanikiwa au utafeli. koo endelea kujifunza, usiache kujifunza, penda kujifunza, penda kuwa challenged, penda kukosolewa, penda kuambiwa ukweli, penda kukaa na watu ambao wanaongea ukweli kwa namna kama hiyo. Lakini pia jambo jingine, jambo jingine la msingi, ili usighairishe mambo ni kuwa kwenye kikundi cha watu ambao wana malengo sawa na wewe. Jiunge kwenye vikundi vya watu wenye malengo sawa na wewe. Tunaita nini? Mastermind group, hawa ni watu ambao wana ndoto moja na na, na wewe kwa ukijiunga nao ni kwamba actually, ukijiunga ndani ile kikundi utaambiwa ili uendeka kwenye kikundi ni lazima ufanye moja mbili tatu. Unatamani kufanikiwa kwenye issue ya fedha, kuna vikundi kama vikoba vile, wao wanasimamiana, bwana, haya toa hela, usipotoa hela kuna faini inakumtengeneza wewe, nakutengeneza wewe kutokuaisha mambo, inakutengeneza wewe kutokufeli kwenye ayo mambo ni vizuri ukaweza kujifunza mapema. Kujifunza kwako mapema kutakufanya wewe uwe bora zaidi. koo Kaa na watu wazuri hao, kaa na watu ambao wana maono sawa na wewe, kaa na watu ambao wanaenda mbali na wewe, kaa na watu ambao wewe unavyoenda unako kuona na wenyewe wanakuona vilevile. nakaa na watu ambao hawajui hata kuna kokwenda. Ni kuhakikishieni kwamba, kaa na marafiki wa ovyo, utakuwa mtu wa ovyo vile vile, utakuwa mtu wa ovyo vile vile kwao niambie hapo kama kuna kitu nakielewa kwenye comment, niandikie kwenye comment, lakini pia manake aina ya marafiki ndio ambao wanaamua. Kuna msemo maarufu unasema kwamba nioneshe marafiki marafiki zako, nitakuonesha tabia zako, nitakuonesha kesho yako. Lakini pia tabia watu ulionao na maarifa ulionao au vitabu ulivyo navyo ndivyo ambavyo vinaweza vikatuambia unaenda umbali wa aina gani, unaenda umbali wa aina gani, utagusa jamii yako kwa namna gani, utakuwa tajiri kwa namna gani? Lakini tukiona marafiki ni waovyo vitabu na visoma ni vitabu vya novo, vitabu na visoma ni vitabu vya mapenzi tamthilia ngosu penzi, kitovu cha uzembe. Rafiki yangu you cannot go, yani wewe unakokwenda, hata wewe mwenyewe unajua unakokwenda na utaishia pabaya. Kwa nini? Kwa sababu vitu viwili vina maana, marafiki na vitabu huwa wana nguvu ya kuamua kesho ya mtu. Kwa hiyo jambo hilo la msingi, zingatia jambo la sita kwamba jiunge kwenye vikundi ambavyo vina malengo sawa na wewe. Lakini jambo la saba zuri la muhimu sana, ili uweze kutibu ugonjwa wa kughairisha mambo ambao wengi unawakuta ni kwamba, jifunze kulingana na makosa makosa umeyafanya labda ni mwaka jana kwenye biashara, labda ulifeli, ulipata hasara, useme mimi siendi tena, mimi sitaki na biashara. Mwanafunzi umefeli shuleni, mimi sita kusoma tena. Mwimbaji umeimba, ume vibaya, sometimes mimi sita kuimba tena, nimeaibika, mimi naonekana mjinga, mimi naonekana kama sina maana, naonekana kama siendi kokote. Sawa tu, haina shida, nisemeni, nitukaneni, nifanyaje? Unaingia kughairisha mambo yako, kughairisha hatima yako eti kwa sababu ya mazingira ya kufeli. Kufeli kunaweza kutokea, lakini kusikufanye uache kufanya mambo makubwa. Kufeli kunaweza kutokea, lakini kusikufanye uache kufanya mambo makubwa. Mambo makubwa hayafanywi na watu wanyonge. Mambo makubwa yanafanywa na watu ambao wamejikana, watu ambao wanajua wanakokwenda, watu ambao wako serious na maisha yao, watu ambao wanataka kuigusa dunia, watu ambao wanataka kuacha alama duniani. Kama wewe unataka harama duniani wewe hata kunisikiliza hapa hauna, yaani haina hata faida ya kunisikiliza. Kwa hiyo ukitaka kuacha harama duniani, jitahidi, jitahidi, jiweke tayari kufanya hivyo. Jifunze kulingana na makosa, usikae kwenye makosa ya jana. Makosa ya jana hayakufai. Umejifunza nini kwenye makosa uliyopitia? Umeumizwa, umeachwa, umejifunza nini kwa mwenzi wako yule, ambaye amekuacha amekuletea matatizo? Ndio, lakini jambo gani ambayo umejifunza kwenye hiyo scenario? Umejifunza mambo gani? Japo sasa kama wewe utakuwa kila kila kosa unalopata, kila mambo ambayo unafeli, kila vitu ambayo unakwama, wewe unaachana navyo, unasema ah, mimi nimeacha, mimi naendelea na vitu vingine, ah, mimi ah, no never give up. Umefeli leo jifunze, umefeli wapi. Je, nimekwamia wapi? kesho sikwame tena kwenye hilo jambo, very important, na hiyo itakusaidia sana. Lakini pia jambo jambo la nane, na jambo moja la msingi sana la wewe kujifunza na kuweza kukaa sana kwenye hilo jambo, ni muhimu sana pia ukajiwekea uka nasema, ukajiwekea naita mfumo, ukajiwekea mfumo wa naita, okay, unajiwekea mfumo wa mfumo unaitwa mfumo wa nini huu? Mfumo wa mfumo wa yes, mfumo wa tathmini, mfumo wa tathmini, self evaluation, mfumo wa kutathmini mambo, kaa tathmini vitu ndio, jambo fulani limeenda je? Baada ya kufanya jambo fulani, je, ninawaza kufanya kitu gani? Unafanya tathmini, je, nime nimekwama wapi? Nimejifunza nimejifunza nini leo? Nimeongeza nini kwa siku yangu? siku yangu imeendaje? Unakaa una tathmini, je, siku yangu leo imeenda fair au imeenda vibaya? Je, malengo niliyoweka nimeyafanya au sijayafanya? Je, kuanzia asubuhi mpaka jioni nimefanya kitu gani cha maana? Ni muhimu sana ukajua kwa kujifanyia tathmini binafsi, tathmini binafsi, maana unakuwa unapata nafasi ya kujiambia ukweli. Aidha siku yako umeitumia vibaya au siku yako umeitumia vizuri, aidha umetimiza malengo, haujatimiza malengo, aidha umekwama a, haujakwama. Ni muhimu sana ukapata wakati wa kujirudia mwenyewe na kujiambia ukweli kwenye ile jambo ambalo umelifanya au kwenye vitu ambavyo umefanya ndani ya siku fulani. kwa ni vizuri sana kufanya mfumo, ukawa na mfumo wa kujifanyia evaluation, mfumo wa kujiambia ukweli kwenye yale ambayo umekosea, kwenye yale ambayo umeyapoteza, kwenye yale ambayo unatamani yarekebisha tena, ni muhimu kakaa ukajiambia ukweli. Hii itakusaidia sana na itakupa advantage wewe ya kufanya uwe bora zaidi, ya kufanya usighairishe mambo, kwa sababu utakuwa unajua kabisa. Je, yeah, okay. jambo fulani likwama kwa sababu ya namna fulani, kesho tutakuwa tena, jambo fulani likwama kwa sababu ya kitu fulani, kesho tutakuwa tena, jambo ah, mazingira haya yanasababisha mimi nashindwa kusoma vizuri, acha ah, okay, na, na rekebishaji, aha wale oh, marafiki wananipisha sana story, wananipikisha sana story, na acha mambo ya msingi. Ah, sawa, yes, Okay, okay, siku yangu je? Okay. Yeah, muda wangu unapotea mwingi wapi? Kwenye kwenye movie, okay. Na tuangalia movie. Ah, kwenye mpira. Hapana, kwenye mpira hapa kweli nimezidi. Unajiambia ukweli, rafiki yangu, hakuna mtu ambaye anakuja kukuambia ukweli ukauelewa kama we mwenyewe hujiambii ukweli. Maana pata muda wa kujiambia ukweli kwamba kweli ninaishi kweli na maisha yangu, lakini muhimu nikajua ni kwamba maisha yangu haya leo nachokifanya leo ndicho ambacho kinaamua kesho yangu. Maana kama utofanya tathmini, hauwezi kujua umekwama au umefeli mahali au umekosa kitu fulani, utaishia kwa stranded, utaishia kwa stranded, utaishia. Lakini jambo jingine ambalo litakufanya wewe uweze kupata dawa, yani kutibu tatizo la kughairisha mambo, nili jambo la nane. Tupo kwenye jambo la saba, tuende kwenye jambo la nane. Jambo la nane ambalo linaweza kukusaidia wewe kutokughairisha mambo ni kuishi maisha ya uhalisia. Kuishi maisha ya uhalisia, never fake life, never fake your life, never fake your life. Jamani, haya maisha ya, ku, ya kujiona kuji kuji ni kujimwamba fai, yani kujiona una hela, kujiona na vitu vingi, si una gari na umeazima? Sio mambo ya msingi. Saa nyingine kuna friend tunaghairisha kwenye maisha yetu, ukiangalia sababu sio silikotokea, ni nini ni kwenye maisha ya kuigiza. Unaweka malengo ya kuigiza, unapanga nyumba ya kuigiza, unafanya vitu vya kuigiza. Mwisho wa siku nini inatokea? Ni, ina ni kwamba una feli, unapoteza, unakuwa unaghairisha kila siku, kwa sababu unashindwa kuyafanya hayo mambo, kwa sababu ni mambo ambayo kama umekopi kwa wengine na mambo ambayo hayatukani na uwezo wako maana manake, automatically hautaweza kuyafanya vizuri. Kwa namna pekee ya kuweza kutoka hapo, namna pekee ya kuweza kutibu hilo tatizo ni wewe sasa kuweza kujiondoa hapo, namna pekee ya kuweza kujiondoa ni kuanza kuishi maisha halisi. Anza kuishi maisha halisi. Anza kuishi maisha maisha ambayo hayamfeki mtu au feki chochote. You are living your life. unaishi maisha ambayo ndo wewe huyo, unaishi maisha ambayo ni wewe. Acha kuishi maisha ya watu wengine, acha kuwa na malengo ya watu wengine, acha kukaa kama watu wengine. Kwani ujifananishe na, na watu wengine, kwani uji, ujilinganishe na watu wengine? Usijifananishe na watu wengine, usijilinganishe na watu wengine. Jambo la msingi la wewe kufanya ni kujua kwamba mimi nina nafasi yangu mwenyewe ya kufanya nifanikiwe, lakini maisha wengine, tunajifunza kwenye maisha maisha wengine, atu, atuishi maisha wengine. Tunajifunza kwenye maisha wengine, lakini hatuishi maisha ya wengine, very important. Hatuigi malengo ya mtu mfulani, tunaweka malengo lingana na uwezo wetu, kulingana na jinsi tunavyojifahamu, kulingana na jinsi na kule na ambao unatamani kufika, ni jambo la msingi sana la kuweza kujua na ku note na ku note alright. Katika mambo hayo nane, naamini mepata dawa ya kuweza kutibu tatizo la kughairisha mambo. Tatizo la kughairisha mambo likizidi, kwa marafiki yangu, linatengeneza uvivu. Baada ya uvivu Unakuja umaskini. Tena sio umaskini, umaskini wa kumtosha mtu kwao. Nakushauri, ukitaka kufanikiwa 2026, ni wewe sasa kujiset mahali ambapo mazingira utatengeneza kwa namna nzuri ya kuweza kukubaliana na kesho yako. Ni mwalimu Baraka Mwajeka hapa. Uwe na wakati mzuri. See you next time. Asante sana.